Tuliishia sehemu ya kwanza na hii ni sehemu ya pili. Yuda alitikisa kichwa chake taratibu, alimtizama babu Mujaku kwa hofu mchanganyiko na mshangao. Moyoni alijua haikuwa rahisi, lakini hakutegemea kuambiwa aishi na kuku, tena kuku aliyekufa. Lakini hakuwa na namna, akikumbuka alivyotukana na Jessica alivyodhalilika pale kwenye raundi ya tatu isiyo na heshima na alivyolala na aibu moyoni kila siku aa. Wewe akasema mganga, niko tayari, alisema kwa sauti iliyodunda kama ngoma ya msibani. Babu Mjako alipiga kicheko kidogo <laughs> kicheko kilichovuma kama upepo wa kichawi, akamwongoza hadi ndani ya kibanda chake cha siri kilichojengwa kwa udongo mwekundu, kibanda ambacho kilikuwa kinawaka taa moja ya chemli. Humo ndani kulikuwa na harufu ya ubani na viungo vya ajabu na kuku mweusi aliyekatwa kichwa, amefungwa kwa shanga za rangi tatu: nyekundu, nyeusi na kijani. Akamwambia, mchukue huyu kuku, utaishi naye, ataongea na wewe, lakini kumbuka, usimwite jina lake la zamani. Jina lake ni Kibwengo, babu alimwonya Yuda. Yuda alimshika kuku kwa woga, joto la mwili wake joto la mwili wa kuku lilikuwa bado kama joto la kiumbe ambaye yupo hai licha ya kwamba alikuwa amekufa na amekatwa kichwa. Usiku uliofuata alipolala naye chumbani, sauti ndogo ilimwita Yuda, Yuda, Yuda, unataka nguvu? Yuda alishtuka, alifunika uso wake na blanketi, lakini sauti iliendelea kuita tena, ikicheka kwa kejeli, nifanye kuku wa kawaida utabaki mwanaume wa kawaida. Nifuate mimi, utakuwa dume wa kufunika mashuka, utakuwa mwamba. Sauti ya kuku ambaye ni kibwengo ilizungumza maneno haya. Hapa ndipo simulizi ya yuda ilipoanza kuchanganya akili. Kila siku alilala akiwa na kuku ambaye amekufa, lakini kuku anayeongea. Kila asubuhi aliamka kwenda juu ya mlima, mlima wa Kisikizi, akiwa uchi wa mnyama, akipiga kelele ile afisi hadi sauti yake ikawa inakauka inakuwa kama ya mzee ambaye ana kikohozi. Wanakijiji walimtizama kwa hofu, watoto wakamfuata kwa mbali wakisema, yule yuda wa kuku yule Yuda wa mlima. Siku ya tano alianza kuona mabadiliko, uume wake ulikuwa kama umejaa moto hivi ukisimama bila sababu ya msingi, muda wowote ule. Sasa Yuda hata akiwa ameenda kwenye foleni ya kununua maandazi, alijificha mara kwa mara, akihisi nguvu ambazo hazieleweki zinamjia. He, ilikuwa ni moto sana, lakini siku ya sita jambo la kushangaza lilitokea. Yuda alikuwa amelala kwenye mkika wake wa magome nyumbani kwake akiwa amemweka kibwengo wake kifuani. Ghafla taa ya chemli ikazima yenyewe, giza likatawala, hewa ikawa nzito kama mzigo wa magunia. We, sauti ikasikika. Ilikuwa ni sauti ya babu Mwijaku. Yuda Ilikuwa ni sauti nzito ambayo ilirindima ndani ya ukuta. Yuda aliambiwa kwamba masharti bado lakini, kuna wengine watakuvizia, wapo watu ambao watakuja, watamtaka huyo kuku wako, watataka uume wako, jitahadhari, kuwa makini. Yuda alisimama kwa woga akimshikilia yule kibwengo wake kama mtoto mchanga, lakini akujua kwamba kuna mwanamke mmoja mrembo anayejulikana kama Mama Mtila alikuwa ameshawasili kijijini hapo akimtafuta Yuda usiku na mchana, kwa sababu ya nguvu alizokuwa anazipata. Sasa kilichotokea ni kwamba usiku wa sita ulipoingia, upepo ulivuma kama mtu aliyekuwa analia kwa uchungu. Miti ya mpingo ikavuma kwa sauti nzito kama inatoa onyo. Yuda alilala na kibwengo kifuani mwake, lakini hakuweza kupata usingizi. Ndani ya moyo wake alihisi hatari ikimkaribia. Ilikuwa ni hatari ambayo sio ya kawaida, bali ilikuwa ni hatari ya kijini ama kiumbe wa giza. Sasa Yuda akiwa amelala, kuna ndoto ilimjia. Ndani ya ndoto hiyo aliona mwanamke mrefu, mwanamke mweupe, yani mweupe mweupe kweli, mwenye macho mekundu kama damu, nywele zikiwa kama nyoka waliokauka. Mwanamke huyo alipunga mkono na kusema kwa sauti ya kuvutia isiyo ya kibinadamu, Yuda, Yuda, Yuda wangu usipoteze muda na kuku huyo, njoo kwangu, nitakupa nguvu za simba, starehe ya malkia na heshima ya mungu wa mapenzi we. Yuda alivyosikia hivyo, aliamka. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi sana, jasho lilimtoka mwilini kama mtu aliyekuwa naota moto, na hapo ndipo alipomsikia kibwengo akikoa kuku aliyekufa ndiyo alikoa huyu ndo kibwengo wa Yuda ambaye alikuwa yupo kila siku yupo naye. Kibwengo alimwambia Yuda kwamba mwana wa Adamu, umeshaingia kwenye macho ya mama Mtila, ukikosea utakula chuvi ya milele. Anapenda watu wanaotafuta nguvu kama zako, lakini yeye si binadamu, anatoka katika kabila la maumbile, na ukilala naye kabla ya masharti kuisha, utageuka kuwa mti wa mbamba kofi. Yuda alidondoka kwenye mkeka kwa woga. Akasema, sitaenda kwake, siwezi, sitaenda. Alilalamika sana, lakini moyo wake ulianza kupiga kwa tamaa. Moyo ulikuwa unadunda, tamaa inamwingia. Alikuwa akumbuki ni lini mara ya mwisho amelala na mwanamke bila kuwa na aibu yoyote ile. Na uume wake ulivyokuwa sasa, ulikuwa ni kama kopo la gesi. Uume ulijaa, uume ulikuwa umenawiri. Alijibu kila fikra ya mapenzi kwa nguvu sana. Siku ya saba wakati anarudi kutoka mlimani alipokuwa akipiga kelele ya fisi, alimkuta mwanamke mmoja amesimama mlangoni katika kibanda chake. Mwanamke alikuwa mrembo bana wewe, hakuwa na kifani. Ngozi ilikuwa imenyoka kama maziwa yaliyochanganywa na dhahabu, midomo yake ikiwaka kama pilipili kicha we. Alivaa kitenge cheupe, lakini kilikuwa kimeloa na mvua ile ya asubuhi. Kitenge kiliushika mwili wake, kiuno chake kilijibana. Yuda aliona mwili wa ajabu ambao hakuwahi kuuona mwanamke alimwambia Yuda, "Hujambo Yuda, naitwa mama Mtila, nimekuja kwa ajili yako." We, Yuda alimeza mate bana, macho yake akamwangalia juu hadi chini. Eh, Yuda akahema mm. mm -hmm. Kibwengo aliyekuwa kando alikoroma kwa hasira, akamwambia, "Usimsikilize, usimguse, huyo sio mwanamke wa kawaida, ana harufu ya miba na damu lakini Yuda tayari alikuwa ameshachanganyikiwa bana wewe. Mama Mtila alimsogelea Yuda na kumshika mkono wake wa kulia. Pale pale akasikia mwili wake ukitetemeka kwa stima ya ajabu sana. Yuda akawa kama anateleza juu ya upepo na kuona, unateseka, usiteseke tena, naweza kukupa vyote kwa dakika tatu tu, hakuna masharti, hakuna kuku, hakuna mlima. E, haya ni maneno ambayo aliyazungumza Mama Mtila akiwa anamnong'oneza Yuda ndani ya moyo wa Yuda vita ikaanza. Upande mmoja ni sauti ya kibwengo, upande wa pili ni sauti ya tamaa na ahadi za pepo ya dunia. Jasho lilimtoka, alitaka kusema hapana, lakini, lakini midomo ikamgeuka ikamsaliti. Yuda akanong'onezwa akaambiwa, tunaweza kuongea ndani kidogo, aliambiwa kwa sauti dhaifu sana. Kibwengo alipiga kelele ya ajabu, akarusha manyoya, na hapo ndipo mwanga wa chemli ukazima ghafla. Giza likatawala milango ikajifunga yenyewe, yuda akajikuta ameingia mtegoni. Giza lilitawala ndani ya kibanda hicho, upepo haukupita, lakini pazia lilikuwa linacheza kama kuna mtu anapita haraka haraka. Yuda alisimama katikati ya chumba akihema na anatetemeka haswa. Mama Mtila alisimama mbele yake, macho yake yaking'aa kama taa ya petroli yenye damu. Akamwambia, usiogope, alimwambia yuda kwa sauti ya taratibu, lakini yuda alihisi moyo wake ukipiga kama ngoma ya vitani. d hii ni sehemu salama, hakuna wa kukuona, hakuna masharti tena, unachotaka nitakupa sasa. Kabla yuda hajajibu, Mama Mtila alimpapasa Yuda kifuani, akiteremka akiteremka polepole hadi chini katika maumbile ya Yuda. Yuda alihisi umeme unapita katika mwili wake, tamaa ilishinda hekima aliangusha dawa ya Babu Mujaku chini, akasahau kila kitu, akasahau kibwengo, akasahau kuku na masharti ya siku saba. Walifanya mapenzi ya ajabu sana, yalikuwa ni mapenzi ambayo siyo mapenzi ya kibinadamu. Ukuta wa kile chumba ulianza kutoa jasho, vitu viliruka vingine, vikaingia sakafuni. Yuda alipiga kelele sana, akasema majina ambayo sio ya kawaida na ghafla akaanza kugeuka mikono yake ikawa mirefu kama tumbili, ngozi ikaanza kuwa ngumu, ngozi ya kijani kama mti wa mkonge, nywele zikamwagika chini. Uume wake uliosimama kwa siku saba ukawa kama shina la mti. Sauti ya mama Mtila ilianza kubadilika ikawa nzito na ya chuma. Niliwaambia, niliwaambia, usipozingatia masharti utakuwa wangu milele. Umenionja kabla ya wakati. Sasa umekuwa wangu. Sasa kibwengo aliingilia kwa nguvu, akiruka juu, akamrushia mama mtila jivu la kuku aliyekufa. Ghafla chumba kilirindima, mwanga mkali ukaanza kung'ara kila sehemu. Mama mtila alipiga kelele ya kuungua, akaanza kuyeyuka kama mafuta ya taa, akatokomea kwenye sakafu, akaacha harufu ya mapepo na moto mkali katika hicho chumba. Lakini kwa Yuda ilikuwa tayari amechelewa alikuwa amegeuka kuwa mti tena, mti wa mbamba kofi, mti wenye sura ya mwanadamu. Mikono yake ilinyoka, miguu ikaelekea chini ya ardhi. Alikuwa hai lakini hawezi kuongea, hali ya laana. Machozi alimtoka lakini hakuna aliyemwona. Babu Mujaku alipokuja kesho yake, alisimama mbele ya mti huo kwa masikitiko. Nilikwambia mwanangu, mapenzi si mchezo, dawa ya subira. Ulitaka haraka. Sasa utabaki hapa ukiwa kivuli cha tamaa za wanaume duniani. Na kibwengo, kuku wa ajabu, alikalia tawi la Yuda, kila siku akiwa analinda siri ya Yuda. Na hadi leo, huko Sumbawanga, kuna mti ambao ukiupiga unaumia, mti unatoa sauti za kulia kila usiku. Watu wa pale Sumbawanga wanauita mti wa Yuda. Eh, hey, nina imani video hii imekufurahisha imekupa funzo lakini pia imekupa stori nzuri ya kusisimua kumuhusu Yuda, jamaa ambaye alikuwa na shida ya nguvu za kiume akaenda Sumbawanga. Huko masharti magumu yakamshinda, kilichompata ndicho hichi. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii ni Bongo Star Media. Nashukuru sana kwa muda wako, niseme tu nakupenda sana. Siku njema iwe nawe. Bye, bye.